Mwende mwambie wale wako nyumbani ambayo sio halali ambayo hauna leseni na hiyo bunduki inatumika kinyume ya sheria, hiyo bunduki urudishe mapema tafadhali kwa sababu ukingoja tutakufikia na mambo haitakuwa rahisi. Ni mnanielewa? So mimi nashukuru wale wote tayari tumeletewa ama wamerejesha bunduki mia sita bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja ambazo bado zinatuletea matatizo. Mimi nataka niwaambie, tunataka wananchi waishi kwa amani, tunataka wakulima waendelee na biashara yao na wafugaji, tunataka watoto wetu wasome, tujenge uchumi, tuendeshe Kenya. Mambo ya vita, mambo ya kupiganisha wananchi, mambo ya insecurity, hiyo maneno nimesema tutakomesha. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu thelathini. But imefika siku ya mwisho na siku ya mwisho ndio sasa tunaelewana. Watu wa Baringo, si hawa watu, kila mtu arudishe bunduki. Kama maneno bado izaharibika, warudishe, si namna hiyo? Na wasijidanganye, sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself and we are going to come for it. Tutakuja kuchukua bunduki, aidha ulete mapema ama tutachukua bunduki na utajua ile itakupata. Tuachane maneno mingi. Mumeangaisha watu wa Baringo miaka yote, mumeangaisha watoto wetu na kina mama, mumelete wajane wengi, mumelete mayatima wengi. Hatuwezi kukubali tena. Nyinyi mnanielewa jameni? Si Baringo mnataka amani? wangapi wanasema Baringo ni amani, Baringo ni amani? Yes, basi tuendelee namna hiyo.